Tukikosana, mambo yafuatayo yatatokea. Kwanza itakuja vita kubwa ya kidini kwa sababu Zanzibar watajitahidi wapate taifa ambalo litakuwa rafiki kwao, lakini liwe na uhasama na bara, na liweke vifaa vyake pale Zanzibar, kwa mfano TV station kubwa inayowachochea Waislamu wa bara wajisikie wanaonewa, tangu alfajiri mnapigwa tu maneno, Waislamu wa bara mkeni jiondoeni kwenye makucha na minyororo ya Wakristo, eh? Kuna amani hapo? La pili, huu mnaosikia alshababu al nini, inaweza kuzuka pale na kwa sababu Zanzibar ni asilimia 99 Waislamu. Mmekosana, umeme wote unatoka bara. Umeme unaokwenda kisiwa cha Unguja unatokea Kunduchi Power Station, umeme unaokwenda Pemba unatokea Pangani, Pangani Power Station, na ndio waya huko underground. Juzi juzi walichelewa kulipia umeme deni kama la 50 billion Tanzania ikutetereka, tulisikilizana tu tulis, mambo yaende polepole pole. Kama tumekosana unazima tu umeme, unajua. <laughs> mambo mengine haya yanaonekana na uhuru wetu sijui na nini, hakuna nani. Zanzibar hakuna mito Hako, there is no way unaweza kuwa na umeme wa kutosha kuiendesha Zanzibar kama ushughuliki uhusiani na bara lakini sio hivyo tu, ni ndugu zetu wa damu. Watu walioko Zanzibar wametoka bara, ndio maana mtu, si jambo la ajabu ukienda kule unayakuta maka, makabila yale yale, Wayao, Wamwera, wa... yani wako hivyo hivyo. Sasa ugomvi wa ndugu unaweza kutuletea taabu, na vikianzishwa vikundi vya kigaidi Zanzibar, Dar es Salaam hapakaliki unahitaji roketi kama mbili tu kwa siku watu wote watahama Dar es Salaam. Eh, unatwanga tu, wala huji, hakuna haja ya kuja Dar es Salaam. Kwa vita ya kisasa unatumbukiza roketi na bomoa benki kuu na magorofa yale matatu na nini, hakuna tena kusafiri, hakuna uda, hamna nini, hamna Kariakoo. Sasa hivi anayeyataka haya ni nani? Kwa hiyo mimi nasema mtu asidhanie kwamba tunaweza tukaamua kisiasa. Mwalimu aliwahi kusema kwamba jamani, jiografia ndio imetuweka hapa, imetuunganisha Mungu mwenyewe. Ukitaka useme Mungu, basi acha hata jiografia, Mungu katuweka hivyo hivyo, kilomita sitini kutoka sisi. Ni ndugu zetu wa damu ambao tu, tujifunze tu namna ya kuishi pamoja. Tukikosana tumekaribisha uhasama ambao hatima yake hakuna amani kwa mtu yeyote, maendeleo hakuna, ni kufukuzana na kupigana. Na kwa kweli wala mtu huwezi kuya mtu, unayejua historia ya muungano, huwezi kuthubutu kusema kwamba kuna option, yani kuna uwezekano tu alafu tukaachana tu, alafu tukashikana mikono, mambo yakaisha.